Serikali ya Tanzania imeongeza changamoto nyingine kwa wananchi au raia wa Tanzania wanaotaka kuapply visa ya kuja Marekani. Imeongeza kwamba wa applicants wan wanaotaka kuja kama kutembea au kufanya biashara, wanatakiwa kuweka nyongeza ya pesa dola kuanzia elfu tano mpaka elfu kumi na tano Inategemea kiasi gani utaambiwa kwenye interview, lakini hii inakuwa ni bondi ambayo unaweka kuhakikisha kwamba utarudi nchini kwako. Kama hujarudi, hela wanakaa nayo. Ukirudi, hela yako unarudishiwa. Sasa kama mi ningekuwa wewe, hizo pesa zingenisaidia sana kuta, kuanza kutafuta biashara especially kwa nchi kama ya Tanzania. Dola elfu tano unaweza kufanya kazi nyingi sana ukaitumia uka, uka kama ni mtaji wa kuanzisha biashara yoyote uliyokuwa nayo. Kusema kweli, watu wanaoishi nje sio kama na maisha mazuri zaidi kuliko wa Tanzania, bali ni wamebadilika, wamebadilisha vipi wanavyofikiria na wanavyoishi maisha, wanachapa kazi. Ukiwa naishi nje una budi baada ya kuchapa kazi. Una jinsi. Kwa sababu gani? Kama ufanyi kazi, Jemba, utalala nje na utapigwa na baridi, utakuja kukamatwa na mapolisi, utaenda kutupwa huko. Familia yako watasikia kama bini fulani bin fulani alikuwepo. Kwa hiyo utaka kulala na utaka kula, lazima ufanye kazi, na hiyo ndo mindset ambayo watu, watu wanaoishi nje wanalazimika kuwa wachapa kazi ili waweze kusurvive, sijui kwa Kiswahili nini. Kwa hiyo badala ku kitu kizuri ambacho cha faida ya kuishi nje ni unafunguka sana macho, unajua kitu gani kinawezekana ambacho hakijaanzishwa bado nchini kwetu. Hiko ni kitu kimoja, ni ni funguo ni yani, inafungua macho yako kusema kweli, lakini sio kwamba unaweza ukapata maisha bora zaidi au ndo maisha pekee yanayo yanaweza kuwa mazuri. Mimi ningekuwa Tanzania ningepata idea nyingi, ningeweza vitu vingi kufanya kama biashara, kwa sababu unaona bado Inaweza kueleza ideas au mifano tofauti mm -hmm. ya kutafuta hela na kuanzisha biashara. Si lazima ungoje kuajiriwa, bali unaweza ukawa mwajiri wewe, ukatafuta ukatengeneza ajira kwa watu wengine kwa kuanzisha biashara tofauti tofauti. Kwa hiyo hizo dola elfu tano na kumi na tano elfu zisevu anzisha biashara yako sasa hivi, usikae ukahangaika kuhama mjini